E, bwana baada ya mechi ya RS dhidi ya Simba ni kwamba e, tumeona Manara alichokizungumza lakini, pia Alikamwe naye pia hayuko nyuma bwana. Alikamwe baada ya yale yaliyowakuta wanasimba, Alikamwe bwana kupitia gari yake, gari yake ana gari hapa ya haria e, na katika hii gari bwana, ameamua kuweka stika nyuma ya kioo chake, akiwa amebandika picha ya refa ambaye ni kero kwa wanasimba kusema ule ukweli. Ni kwamba huyu refaria ambaye amechezesha jana e, ni moja kati ya marefaria ambao wanasimba sasa hivi wanamchukia kupitiliza maana refa <laughs> huyu anaitwa anafahamika kwa jina la Dahame Baida. E, wanasimba bwana wanasema kwamba kwanza kabisa amewaonea, kuwapiga kadi nyekundu, kwa hiyo akaanza kucheza mechi wakiwa pungufu, lakini vile vile goli lao la pili e, aliliamuru kwamba ni offside, kitu ambacho pia kiliwakera mno wanasimba. Sasa basi Haji Manara yeye amemtetea huyu refa kwamba yuko sahihi. Eh, lakini pia upande wa pili bwana ni kwamba Alikamwe naye ameamua kubandika stika ya picha ya refarii huyu pamoja na matokeo ya mechi hiyo ambayo ilikuwa inachezwa dhidi ya Simba na RRS Barkane. Umeona bwana eh? <laughs> siku ya jana. Kwa hiyo kitu ambacho amekifanya eh, kitu ambacho amekifanya Alikamwe, msemaji huyu wa klabu ya Yanga ni hicho, ameamua bwana abandike picha ya refa na matokeo ya Simba alafu akamalizia kwa kusema kwamba tumekusamehe. Alikamwe ameandika hivyo kwasababu refa pia aziziki, msimu huko, ambapo, basi huku Yanga wamefurahi, na alikamendo kama hivyo amebandika gari yake stika ya refari huyo na kuandika kwamba tumekusamehe, kwa hiyo video katika kurasa yake wa Instagram. Alafu akaandika kwamba bwana wananchi baba. Meona bwana, kwa hiyo Kamwe bwana ameamua kuwakera vile vile wana wanaSimba na hapa peji mbalimbali hapa, kwa mfano kwa Juma hapa ameposti akasema kwamba bwana Kamwe anakera jamani, yaani msiba sio wa kwake kaenda kufunga turubai, umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Weka maoni yako katika comment section. Unazungumziaje maamuzi ya refalii wa, uh, wa jana katika mechi ya Simba dhidi ya RS Barkane? Refali anaitwa anaitwa Dahane Baida. Weka maoni yako lakini hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.